Yes, habari. Leo nina somo zuri sana, somo linalosema jinsi ya kuwasoma watu kama unavyosoma kitabu. Unajua kuna mbinu za kisaikolojia ambazo ukizijua unaweza kuwasoma watu, tabia zao kama vile unavyosoma kitabu. Na sio kwamba ni jambo gumu, ni jambo ambalo linawezekana, ila ukifahamu siri za saikolojia. Hasa leo nitaenda kukupa hizo siri za kuwa na uwezo wa kuwasoma watu tabia zao kama vile wanavyosoma kitabu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa kabla sijaanza somo hili, nikupe angalizo katika hizi mbinu ambazo nitakufundisha. Usimjaji mtu kwa mbinu moja au kwa ishara moja, jitahidi uangalie ishara mbili hadi tatu na uangalie muktadha wa mtu husika. E, usimjaji mtu kwa hatua moja au kwa ishara moja kwa sababu ukifanya hivyo, utakuwa nakosea. Na kuna watu wengine, e, tabia yake, kwa sababu moja unaweza kumjaji kumbe ndo tabia yake halisi. Kwa hiyo jitahidi kufananisha kuanzia E, tabia tatu hadi nne au ishara tatu hadi nne ambazo umeziona zinajirudia kwa mtu huyo, hapo sasa ndipo na uwezo wa kumsoma vizuri. Sasa kabla hujaanza kumsoma mtu, jambo la kwanza kabisa la muhimu ni kujua baseline yake. Baseline ni nini? Baseline ni tabia ya kawaida ya mtu. E, kwa mfano kama rafiki yako huwa haongei sana, hiyo ndio baseline yake. Lakini ukaja kumkuta siku nyingine anaongea sana, hapo anakuwa hayupo kwenye baseline yake. Kwa baseline ni tabia ya kawaida ya mtu. Anapokuwa nje ya baseline yake, hapo sasa ndipo una uwezo wa kuanza kumsoma. Kwa kabla hujamsoma mtu yote, jua kwanza baseline yake, yani tabia yake ya kawaida ya kila siku. Hapo sasa ndio utaanza kuelewa kwamba e, kama yuko tofauti na baseline yake, hapo sasa ndipo utaanza kusensi kuna kitu tofauti na utakuwa na uwezo wa kumsoma mtu. Kwa hiyo usipojua baseline ya mtu, utajikuta unamsoma mtu kwa njia ambayo haina uhalisia. Kwa hiyo kwanza jua baseline ya mtu, na kila mtu huwa na baseline yake, na ukijua ndio msingi mkubwa wa kuweza kumsoma mtu yoyote. Sasa sehemu ya kwanza kabisa ambayo unaweza ukamsoma mtu ni kwenye macho. Sasa kwenye macho, huwa tunaangalia mambo manne. Jambo la kwanza kabisa ni mboni ya macho. Sisi binadamu mboni zetu za macho huwa zinatanuka na kuwa kubwa zaidi pale ambapo tunakutana na watu ambao tunawapenda na ambao wametuvutia. Ukitaka kujua mtu kama anakupenda kweli au umemvutia, mwangalie kwenye mboni ya macho, utaona mboni zake zimeongezeka ukubwa na zimetanuka zaidi. Lakini kwa mfano e, mboni ya macho ikawa imesinyana, imekuwa ndogo, hiyo ni ishara pia ya chuki au hasira. Kwa hiyo pia kwenye macho unaweza ukaangalia ukajua mtu anafikiria nini. Lakini jambo la pili kwenye macho huwa tunaangalia e, tabasamu la kweli au la uongo. Unajua, tabasamu wengi wanaliona tu kwenye mdomo, lakini tabasamu la kweli huwa linahusisha pia na macho e, kwenye macho unakuona mwisho kabisa huwa tunaita e, mikunjo ile naita crow feet inapojikunja ndonapokuwa nacheka e, na ile kona ya macho inapojikunja hii inakuwa inaashiria kwamba huyu mtu anacheka kiukweli , lakini kama haijajikunja hiyo inakuwa inaonesha kwamba huyo mtu anacheka tabasamu la uongo. Lakini pia kwenye macho waga tunaangalia eye blinking, yani kuonyeza kwa macho kikawaida. E, binadamu wa kawaida huwa anakonyeza macho mara 15 hadi mara 20 kwa dakika moja. Sasa inapoongezeka zaidi inakuwa ni ishara ya hofu au wasiwasi au huyo mtu anakuwa na msongo wa mawazo. Lakini pia jambo jingine ambalo tunaangalia kwenye macho ni mizunguko ya macho. E, kuna vitu vya msingi sana waga, tunaangalia hapo. Kwa mfano mtu akawa anaangalia juu na kushoto, hiyo ni ishara kwamba anavuta kumbukumbu kumbu. Lakini kama kwa mfano mtu anaangalia e, juu na kulia, hiyo ni ishara ya mtu anatengeneza jambo. Unamuuliza mtu jambo, unaona anaangalia juu na kulia, maana yake hilo jambo analitengeneza ili akujibu. Lakini kwa mfano mtu anaangalia chini alafu akaangalia na kushoto ni ishara anafikiria jambo. Lakini kama kwa mfano amengaa chini akaangalia na kulia, hiyo mara nyingi inakuwa ni ishara ya kuvuta hisia. Kwa hiyo kwenye macho unaweza ukapata siri nyingi za kujua mtu anachowazia na hali yake. Lakini jambo la muhimu, usimhukumu mtu kwa ishara moja. Jitahidi eh, kuangalia ishara tatu hadi nne, lakini pia na kujua na baseline yake. Asehemu ya pili ambayo unaweza ukamsoma mtu ni kwenye lugha ya mwili. Sasa kwenye lugha ya mwili e, kuna mambo manne pia huwa tunaangalia. Jambo la kwanza kabisa ni kwenye miguu. Sasa miguu kuna msemu ga unasema e, ama miguu aga ndio sehemu ambayo inasema ukweli zaidi kuliko sehemu nyingine nyingine. Mtu anaweza kaipangilia akatengeneza tabasamu au akajitahidi kukazia macho, lakini miguu mara nyingi kuwa iko mbali sana na ubongo, na mtu waga anajisahau kuirekebisha. Hasa kwenye miguu, unaweza ukajua e, ishara au ukajua mtu anachokiwazia kwa kumwangalia tu miguu. Sasa miguu, kwa mfano, umekaa na mtu ukaona miguu yake imekuangalia wewe, huyo mtu anakufurahia na anafurahia mazungumzo mnayoyaongea lakini kwa mfano umekaa na mtu alafu miguu yake imeangalia mlangoni, huyo mtu hafurahii mazungumzo ambayo mnayazungumza na anataka aondoke. Hivyo hivyo pia umekaa na, na, na mtu kaona miguu yake imeangalia tofauti na upande wako, huyo pia hafurahii mazungumzo unayoyafanya lakini pia hafurahii uwepo wako. Kwa hiyo miguu inaweza kuambia mambo mengi zaidi ambayo mtu hawezi kuyazungumza kwa mdomo. Unapokutana na mtu mwangalie miguu, kama miguu imeenda tofauti na upande wako, huyo mtu hafurahii kabisa uwepo wako. Lakini pia kwenye lugha ya mwili kitu cha pili ambacho wakati naangalia ni mikono na viganja e, kwa mfano unapokuwa unazungumza na mtu ukaona mikono yake amekunja kifuani, hiyo ni ishara ya kujilinda na kujihami, na mtu huyo anakuwa na msongo wa mawazo. Lakini kwa mfano, kwa mfano anaongea na mtu viganja vyake amevifungua vizuri, hiyo ni ishara ya kuwa na uwazi, anakuwa hafichi kitu chochote. Lakini pia kwenye kuangalia lugha ya mwili E, jambo la tatu ambalo waga tunaangalia ni kuangalia miguso ya mwili. Kwa mfano, unapokuwa unaongea na mtu kwaona anajigusa shingo, anajigusa kichwani labda kwenye nywele au anajigusa usoni, hiyo ni ishara ya kujituliza ambayo tunaita ni pacifying behavior. Huyo mtu anakuwa kwenye hofu au wasiwasi. Unapozungumza na mtu kamona anajigusa sana shingo, anajigusa sana kwa kichwani, au anagusa sana usoni, hiyo ni hali ya kujituliza, kwa sababu ndani kunakuwa na msongo ambao unamsumbua au kuna shinikizo linalomsumbua. Kwa hiyo, hiyo ni hali ya kujituliza ili akae kwenye hali ya kuwa sawa. Kwa hiyo, ukimwona mtu yuko kwenye hali hiyo, yeye inatoa ishara kwamba huyo mtu yuko kwenye hofu, wasi wasi, au kuna kitu anajaribu ukificha. Unapozungumza na mtu kaona anaanza kushika shingo, anashika uso hiyo ni hali kwamba kuna kitu anaficha au ana hofu. Lakini pia kwenye kusoma lugha ya mwili jambo la nne la kuangalia huwa ni kwenye mabega. Mabega yanaweza kuambia hisia za mtu vile anavyofikiria, hata kama hajakwambia neno hata moja. Kwa mfano mtu anapokuwa ameinua mabega mawili, hiyo ni ishara kwamba anaficha hisia zake, lakini pia ni ishara ya kukosa ujasiri. Lakini kwa mfano mtu anapokuwa anainua bega moja, hiyo ni ishara kwamba anadanganya au anachokisema hakina uhakika. Kwa kwenye lugha ya mwili pia unaweza ukamsoma mtu, na siri ambayo unatakiwa ufahamu, yale matendo ya mwili ambayo yanatokea ni mambo ambayo mtu hawezi akayazuia, kwa sababu yanakuwa yanaongozwa na hisia, na hisia zina nguvu kubwa zaidi ya kumwongoza mtu kuliko eh, akili ya kawaida. Kwa hiyo anajikuta yeye mwenyewe anafanya bila hata kutambua anachokifanya. Sasa sehemu ya tatu ambayo unaweza ukatumia kuwasoma watu kwa kutumia mbinu ya mirroring. Mirroring kwa Kiswahili ni kuiga au kuaksi tabia ya mtu fulani. Sasa kisaikolojia, sisi binadamu huwa tunapenda wale watu ambao tunafanana nao, na ukishamwona mtu mtu unafanana naye kitu fulani, kwenye akili yako inatoka tafsiri kwamba huyu mtu ni rafiki na ni mtu ambaye anakuelewa na unakuwa salama naye. Hasa utajuaje mtu mnafanana kitabia? Kwa mfano hata umekaa kwenye meza, jaribu weka mikono kwenye meza na yeye baadaye utaona amefanya hivyo hivyo kwa sababu yale matendo yanakuwa yanamuongoza bila hata yeye kujua. Kwa sababu sisi binadamu wakati tunavutiwa au tunapenda wale watu ambao tunafanana nao kitabia. Na mtu yote ambaye amevutiwa na wewe au anajisikia salama kwa na wewe. Mara nyingi atafanya kitu ambacho inaendana na wewe au unaweza ukakunja nne ya miguu, na yeye baadaye unamwona anafanya hivyo, au kukunja mikono kifuani, baadaye na yeye unamwona anafanya hivyo. Hiyo ni ishara kwamba kuna mfanano wa kitabia naye, kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi kumshawishi au kuongea naye kwa sababu mnafanana kitabia. Lakini pia sehemu ya nne ambayo unaweza kutumia kumsoma mtu ni kwenye sauti na maneno. Kwa mfano mtu akawa anajibu kwa kasi huyo manaake, anakuwa anaonyesha ameshaandaa majibu kichwani ya kujibu. Unapokuwa unaongea na mtu unaona anajibu majibu yako kwa kasi, manake hayo majibu anayojibu amesha yaandaa ya. Lakini mtu anayetoa maelezo mengi huwa ni mtu mwongo, kwa sababu waongo huwa wanatoa maelezo mengi ili kuficha ukweli. Kwa hiyo ukiwa unaongea na mtu ukaona anatoa maelezo mengi ambayo hata hujamuuliza, huyo anakuwa ni mwongo. Sasa hizi mbinu utakuwa uzitumie vizuri. Usimjaji mtu kwa mbinu moja. Jitahidi kuangalia muktadha wa mtu na ujue baseline yake. Jitahidi kuangalia pia na hali ambayo yuko nayo. Kwa mfano, kuna wengine huwa wanapenda tu kuangalia chini au pembeni kwa sababu ndio hali yao wameshaizoea. Ni watu ambao tunaita introvert. Sasa ukimjaji na ukamhukumu, kumbe ndio tabia yake, utakuwa umekosea. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mimi naitwa Elikhan Mtz tukutane tena kwenye kipindi kingine. Usahau kulike, share na kusubscribe.